Mchakato wanawasilisha katiba. Baada ya hapa, tunakuwa tunawasiliana na klabu na uongozi kupata ufafanuzi tofauti tofauti, ili kuhakikisha katiba hii inakuwa inabeba yale madhumuni yaliyokuwa yamekusudiwa. Kwa hiyo katika mchakato huo, mchakato wa mwisho kabisa ni wa kukabidhi katiba, ambao unapokabidhi katiba hiyo unahakikisha kwanza uongozi wa klabu ya Simba una saini unakubali kwamba haya ndio marekebisho sahihi na yamebeba yale maudhui waliokusudia kwenye fomu maalum ambayo wana sain ambayo tayari sasa, kupitia maelekezo hayo ya Mheshimiwa Waziri, ofisi ya msajili imeshakamilisha hatua hiyo ya mwisho ya kukabidhi katiba na kupokelewa rasmi, ambayo katiba imeidhinishwa. Kwa hiyo katiba ya klabu ya Simba imeshakabidhiwa kwenye uongozi wa klabu ya Simba. Kwa msingi huo napenda leo tarehe 18 Februari 2026 kuutaarifu umma kuwa mchakato wa marekebisho ya katiba ya klabu ya Simba sasa umehitimishwa kikamilifu kwa mujibu wa sheria na kanuni wa vyama vya michezo, baada ya kukamilika kwa hatua zote, ikiwemo kukabidhi rasmi katiba hiyo kwa uongozi wa klabu.